Wataalamu wote wa afya ambao mko hapa, zingatieni miko na maadili ya taaluma zenu kwa kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Tunajua mnafanya, lakini lazima tuseme kama vile tunakumbusha. Ni muhimu tukawa tunakumbushana tunapokutana wengi wengi hivi, na nyie ni viongozi, mmewaacha wenzetu kule basi, na nyie mchukue hii kama ajenda ya kuwakumbushia wenzetu wakati wote kwa hiyo tunaendelea tu kuhamasisha kwamba kila mmoja atekeleze wajibu wake. wajibu wake pia wa kuelimisha na wenzetu ili kila mmoja naye pia afuate e, mwelekeo huo, na hiyo ndio taswira mzuri ambayo wananchi wanayo. Daktari ni mtu mwenye huruma, mwenye upendo, mtu ambaye anaguswa na, na tatizo la watu wetu, na ndio tabia mlionayo, na sisi sote tunatembea huku, tunawategemea nyie, tukijikwaa inabidi tuje kwenu na nyie hamwishi kusema pole. Uwezi kujua mimi nimejikuaje. Hata kama ilikuwa nimejikua kwa uzembe wangu, lakini nyie mnaanza na pole, tatizo ilikuwaje, afu tabieleza. Kwa hiyo tabia hiyo ni taswira mzuri sana kwenu. Hii ni kada ya heshima na kwa kweli e, umakini mlionao ambao pia una dalili ya uzembe. Uzembe siku hizi mmepambana pia na nyie kupunguza kukombesha wale wachache wenye lugha zisizokuwa za staha kwa wagonjwa. Eh, na wale ambao wanapenda kusumbua tu wagonjwa wetu mmepunguza sana, Mheshimiwa Rais, hongera sana. Wapenda kuchukua rushwa mmejaribu kupambana nao, mwendelee eh, kwa sababu sekta ya afya inahitaji mtu atoe bahashish vitu vya namna hii. Kwa hiyo watu kama hawa tunaendelea kushughulika nao pia, na nashukuru kwamba chama kinaendelea pia kubaini haya na kutoa elimu kwa wenzetu. Tunahitaji weledi, maadili ya madaktari lazima yazingatiwe. Mabaraza yetu ya kitaaluma kwa pamoja na chama cha madaktari na vyama vingine vya kitaaluma shirikianeni, kuhimiza wanataaluma na wanachama wetu kuzingatia maadili kama ambavyo nimeeleza mwanzo, kukemea vitendo vilivyo kinyume na maadili ya taaluma. Hii itajenga msingi imara sana wa, wa, wa taaluma yetu.